Hello. Karibu tena kwenye mkasa mwingine wa nyumba ya kupanga. Mkasa huu ni wa kweli. Kama hujaamini kama ni wa kweli, basi toka umejifunza kitu. Sehemu ya kwanza. Ilikuwa ni mwaka elfu mbili na kumi na nane mwishoni. Um, ilikuwa inaelekea elfu mbili na kumi na tisa mwanzoni. Nilikuwa nikiishi Vingunguti kwa ndugu yangu na alikuwa amenisaidia kwa sababu sikuwa na uwezo kwa wakati huo kupanga mwenyewe, kwa sababu nilikuwa nimetoka chuo na nilikuwa sijapata kazi bado. kwa alini, alinisaidia tukakaa wote kwa muda mrefu kidogo. Katika kukaa naye tulikuwa tukiishi tu vizuri, ila sasa baadaye sijui ndo tukazoeana sana, sijui mimi mwenyewe labda nilikuwa natoka kwenye mipaka yangu, ikawa kuna ugomvi wa mara kwa mara, yaani haipiti wiki tumegombana na ukiangalia ugomvi ambao unatokea ulikuwa si ugomvi wa maana sana. koo kuna kipindi tukatofautiana, tuka tena kipindi hicho ilichukua muda mrefu kidogo yani, alininunia yule ndugu yangu kwa muda mrefu, mpaka sasa nikawa nakosa raha kwamba naishi nyumbani kwake, lakini mtu haongei na mimi, yaani maisha yakawa si mazuri. Sasa kuna ndugu yetu mmoja akaniambia, lakini sasa hivi si umepata kazi, kwa nini usiende ukapanga karibu na kazini kwako, kwa unakaa mwenyewe, maana kuna wakati mwingine baadhi ya ugomvi huo unatokea kwa sababu ya ile kuwa karibu. Kwa ukiwa mbali, maisha yataenda vizuri, na pia huyu mtu amekusaidia sana hapo. umekaa muda gani? Akawa ananiambia kwao. Ni kweli, nikiangalia, nimekaa naye muda mrefu kwao. Nikaona ngoja nikapange sasa. Sikuwa na uzoefu na mambo ya nyumba za kupanga koyo nikafikiria kwa haraka, nikaona nimtafute dalali. Kuna dalali mtani kwetu pale Vingunguti, nikamtafuta, nikamwelezea, nataka nyumba yenye utulivu, nyumba ambayo haina mambo mengi, yaani sitaki, staki umbeaumbea. Akaniambia sawa, nyumba umepata, lakini kwa situation ya kazi yako ulivyonielezea, naona kama ungepanga Tabata. Tabata kule kuna nyumba nyingi ni mpya, alafu Yaani nyumba zao ni mpya afu hamna makelele. Kwa alinishauri hivyo ila akaniambia yeye yeah, sio dalali wa Tabata. Kwa niende Tabata nikatafute dalali. Kweli ni, baada ya muda ku, nilipopata hela ya kuweza kupanga nikaenda Tabata. Sasa nakumbuka siku hiyo nilifika Kinyelezi stand. Nilipofika nikakuta ile sehemu imechangamka sana. Yaani tu eh, kama nitaweza kweli mbona watu wengi sana? Kuna mkaka mmoja anauza miguu ya kuku, nikaa nimemfuata, nikamsalimia, nikamwambia, samahani, naomba kuuliza, mimi nataka kutafuta chumba huku, lakini nimeona kama ni uswahilini sana. Kuna sehemu ambayo imetulia maeneo haya? Akaniambia hii vuruguvurugu vurugu unazoziona vurugu, hapa ni za stendi tu hapa, lakini ukiingia huko ndani ndani kumetulia sana. Na akaniambia huku kuna sehemu yani, kuna sehemu moja inaitwa ushuani Yaani hiyo sehemu imetulia vibaya mno. Yaani ukienda kupanga hiyo sehemu hakutakuwa na usumbufu wowote. Akaniambia unajua, kuna sehemu pia inaitwa Kariakoo. Yaani huku ni ni kinyelezi sawa, lakini kuna sehemu inaitwa Kariakoo. Dada, ni uswazi. Yaani usije ukaenda kupanga huko. Kwa kana ananielekeza kwa mikono kwamba ukienda kupanga usiende huku Kariakoo, uende Ushuani. Kwa hiyo tukawa tunacheka, pa niambia kwa huku kuna sehemu inaitwa Kariakoo na kuna sehemu inaitwa Ushuani. Kwa nini? Akaniambia Ushuani kuna matajiri, yani kule hamna kelele, ni magari tu yanapishana. Kwao na mimi nikaona kweli matajiri mara nyingi huwa hawana kelele. Kwao nikaona nipange huko Ushuani. Bas. Wakati tunaongea pale, kuna mkaka akawa amekuja pale kwenye ile miguu ya kuku. Akaniambia dada, umependeza. Nikamwambia asante. Akaniambia naomba uninulie miguu ya kuku. Nikamwambia sawa, chukua. Wakati naongea nikaa naingiza mkono kwenye pochi, yani kutoa hela. Akaniambia kweli dada. Nikamwambia ndio, chukua. Yaani yeye alitazamia kwamba nitamwambia sina hela na nini, afu mimi nikatoa hela nikaa na namnulia. Akasema haya bwana, basi akaniambia yule kaka, naenda msikitini mara moja nikitoka nakuja kuja kula miguu yangu. Kwa hiyo dada, nilipie. Kweli nikamlipia pale. Yeye akawa ameondoka huko msikitini. Tukawa tunaongea na yule kaka sasa. Nikaambia sasa, nawezaje kupata dalali hapa ili niweze ku, yani wanitafutie chumba. Akaniambia huyu kaka aliyetoka hapa pia ni yaani ma, ni mambo hayo hayo, sio dalali sana, lakini anajua jua mambo ya hivyo vyumba. Kwa ni, ni mwenyeji sana hili eneo. Mtumie huyu. Ngoja atoke msikitini uende naye. Tulikaa pale dakika chache, baadaye akawa amerudi. Alivyorudi akasema yeye, miguu yangu iko wapi? Akawa amekula. Alivyokuwa anakula nikamwambia, kaka samahani mimi naulizia chumba. Akafikiria kidogo akasema chumba umepata. Kuna mama mmoja kule. Nyumba yake ile anajenga jenga nahisi kuna vyumba atakuwa amevimalizia. Alafu ni vipya. Kwa hiyo umekuja siku nzuri afu muda muafaka. Ngoja nimalize miguu yangu, twenzetu. Kweli kaka, kama ni bahati sasa. Kwao, baada ya kumaliza kula miguu ile tukaongozana kwenda kwa huyo mama ambako aliniambia kuna hicho chumba. Tulipofika kwenye hiyo nyumba ni, ni nyumba ambayo iko ndani ya fence. Nyumba kubwa kidogo na ni nzuri. Mimi nilikona hapa pata nifaa. Tukagonga geti. Tukawa tunasubiri kufunguliwa. Akaniambia dangu, yani nyumba ni nzuri. Yani hapo ukipata chumba ni sehemu tulivu sana na hutajutia. Basi baadaye akawa amekuja mtu ametufungulia. Aliyekuja kutufungulia alikuwa ni mama mtu mzima kidogo. Yani mtu ambaye hiji kidogo imeenda. Akatusalimia vizuri tukaingia mle ndani. Akasema karibuni. Nikamwambia mama ana shida na chumba. Yule kaka anasema yeye ana shida na chumba, yule dada ana shida. Kwa kama kuna chumba hapa, umsaidie mama. Akasema vyumba vipo. Akawa anavionyesha sasa. So, sasa vyumba vipo vile pale, lakini sijavimalizia. Ila bado vitu vidogo vidogo. Kwa hiyo wewe nipe kodi ya miezi sita. Then mimi nimalizie chumba uingie. Hmm. Nikaona hivi nikimpa yule alafu asipomalizia. Nikamwambia hapana. Akati naangaza pale, nikamwambia mbona hiyo nyumba kubwa hapo hamna chumba huko ndani? Akaniambia hiyo nyumba kubwa ndio tunaishi sisi. Na vyumba vyote vinakaliwa na watu na haipangishwi. Ila kuna mwanangu ameenda shuleni, chumba chake hakitumiwi na mtu yoyote. Kama unaweza, unipe kodi ya miezi sita, niendelee kurekebisha hiki chumba chako. Alafu nikimaliza utaingia kwenye chumba chako. Yaani mimi kiukweli sikuona kama ni wazuzuri. Kwa nikamwambia, hapana, ngoja kwanza nikajaribu sehemu nyingine, nikikosa kabisa basi nitakuja. Akaniambia sawa mwanangu, si akaniambia sawa mwanangu, yaani usijali, we uende huko kama ukikosa chumba. Njo sasa, wakati anaongea, alinisogelea akaniambia na hizo niweza, umependeza sana, akanishika kichwani. Tuzingatie hapo, akanishika wapi? Kichwani. Mimi sikuwa nimeona kama ni kitu kibaya. Kwao na mimi nikaa nimechekacheka pale. Asante mama, akasema kweli aliyekusuka amekusuka vizuri. Karibu sana mwanangu. Ukienda huko ukikosa chumba unakaribishwa, Nitakupokea. Kaambia sawa, tukatoka na ule dalali, tukaenda sehemu nyingine. Nilipotoka nikaa najiuliza ni, ni tu vile ni kuna kama love, ni kama ka nini ni ka si ni nielezeje. Tu ini ile tukio la kunikuja kuniambia kuni mwanangu nywele zako nzuri umependeza. afu kanigusa kichwani, yani kama sikupenda ya, ila nikasema na labda huenda alipenda nywele zangu. Kwa hiyo tukawa tunaondoka. Dalali akaniambia lakini kuna vyumba vingine sehemu fulani hivi M20. Tukatoka tukaenda tuka, kuulizia vyumba vingine. Sasa tukawa tuma, tumeenda nyumba ya kwanza hiyo tumeangalia hizo vyumba. Kila nikiangalia ni akili yangu inarudi kwa yule mama. Yaani inaniambia tu bora nikalipie kwa yule mama. Kila tukienda kuangalia tukaenda vyumba kama sisi vitano. Kila chumba tukienda naambia tu hem turudi kwa yule mama. Tukalipia tuko yule mama. Yaani akili sasa, yaani ni kama ilikuwa nzito. Yaani vyumba navyoenda kuviangalia ni vizuri kuliko kwa yule mama. Ila sijui akili ilisimama, sijui ilikuwaje. Yaani najikuta tu nataka kurudi kwa yule mama. Kwa mwisho wa siku, tukarudi kwa yule mama akatupokea vizuri, akanikalipia hiyo miezi sita, nikamsisitiza sana. Muda alioniambia iwe imekamilika na niweze kuhamia. Akasema hapana, mwanangu. Usijali, we mlete hivyo vitu vya vya vya vya kwako vya vitu vyako, yani uje uhamie kabisa kwa mwanangu, alafu nikishakamilisha tu wewe unalia kwenye chumba chako eh, yeah. Nika basi, nikaambia sawa mama. Baada hapo nika, nimeondoka kujiandaa sasa, nije niamie kwenye hiyo nyumba. Tusikose sehemu ya pili, safari ya, ya, ya sasa safari, yani story yenyewe inapoanzia ni hapo nitakapohamia kwenye hiyo nyumba ambayo itakuwa ni sehemu ya pili, jamani, Msisahau kunifollow. Unaponifollow itakuwa ni rahisi pia kuona nikiposti. Kwa hiyo tusisahau kunifollow jamani.